hapa nchini kuzungumza zaidi kuhusiana na umuhimu wa ubaharia na fursa zilizopo katika ubaharia uh, kabisa, hida zinaelezwa kwamba fursa ni nyingi, na tunazungumza hapa kuelekea siku ya uh, mabaharia na ubaharia ambapo huwa inaadhimishwa Juni ishirini na tano. Yapo e, mengi ambayo tutazungumza hapa. Tunafahamu kwamba uh, watu wengi wamejiajiri kupitia sekta hii na sekta hii imekuwa na mchango mkubwa kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa uchumi wa taifa pia. A, kwa hiyo ni sekta ya aina yake. Sasa tumepata bahati ya kutembelewa na mhandisi Lameck Sondo. Yeye ni kaimu meneja mafunzo kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania, a, TASAC, lengo kuzungumza kuhusiana na ubaharia na baharia ni nini na, ubaharia nin, na baharia ni nani na ubaharia ni nini? Hapa nyuma ya kamera tulikuwa tunazungumza, ndugu yangu, kwamba kuna watu huko mtaani wanajiita mabaharia, yeah. Sasa, mabaharia wale na ubaharia wenu tofauti ni upi? Eh, karibu sana. Asante sana kwa majina, anaitwa Injinia Lameck Sondo. Ndio. na natokea shirika la wakala wa meli Tanzania, tasaki ni kaimu meneja mafunzo na utoaji vyeti kwa mabaharia. mm -hmm. karibu sana. Ah, asante sana. Anaanza kwa kuchokoza kwa utani kidogo, kuna mtu uko mtaani ah, baharia bwana, mi baharia, au anamwambia mwenzake bwana mwanabaharia, baharia, unaitana mabaharia ile, na ya kwenu ambayo, hii sasa sisi tunaitambua tuna, tuna imekuwa na mchango mkubwa kwenye nchi tuizungumze, uh, ni nini, na baharia ni nani? Yule baharia wa kweli ni yupi, na ubaharia ni nini Ah, okay. Uh, sante sana labda nianze moja kwa moja kwa baharia ni nani? mm. Baharia ni mfanyakazi anayefanya kazi ndani ya meli, lakini amepata mafunzo maalum kutoka katika vyuo maalum ambao vinatambulika mm. kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ubaharia, na baada ya kupata mafunzo hayo anapaswa apate vyeti kutoka mamlaka ambazo zinahusika, ambapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shirika la wakala wa meli Tanzania, TASAC ndio tuna mamlaka wa kutoa hivyo vyeti vya kibaharia. Kwa hiyo huyu ndio anajulikana baharia. Uh, wale wengine wa mitaani mm. ni majina ambayo wana wanapenda kwenda kwenye kazi ya ubaharia <laughs> lakini baharia ambayo tunamzungumzia leo ni baharia ambaye amechangiza katika ukuaji wa uchumi kwa dunia katika sekta nzima ya usafirishaji, ambayo tunamzungumza leo anafanya shughuli gani, shughuli zake ni zipi, ambaye tunazungumzia leo sasa. Sasa taenda kudadavua kwa undani mm -hmm. Uh, unapozungumzia meli, meli ina sehemu kubwa mbili, sehemu mm ya deki na engine mm -hmm. kwa hiyo kuna upande wa deki tunaoita wale waongozaji meli. Kwa hiyo mm -hmm. upande wa waongozaji meli anakuwa na captain, anakuwa na timu yake pale, lakini pia ili meli iweze kwenda kuna mainjinia mm -hmm. Kwa hiyo upande wa chini kuna chief engineer lakini na timu ya wahandisi wengine wako pale. mm -hmm. pamoja na mafundi ambao wanaweza kusaidia, tunaita katika kitaalam tunaita ratings. Kwa hiyo inategemeana na aina ya meli, lakini kuna meli kubwa saizi, kuna meli za tunaita cruise ship, hizi meli za kitalii, kuna kada mbalimbali mle. Kuna wapishi, kuna vile vilevile, kuna watu wanaohusika na kazi za usafi wa aina nyingine, lakini kuna watu wanaohusika na entertainment ili kuwa entertain wale watalii waliopo Mm -hmm. Kwa hiyo wale wote wanaofanya kazi ndani ya meli mle wamepata mafunzo maalum na wana vyeti, wale wanatambulika kama ni mabaharia mm -hmm, kwao hao, mm -hmm, ndio tunaenda kuwazungumzia leo mm -hmm. Asante. Na fursa zipi sasa zinapatikana uh, katika ubaharia okay? Uh, asante sana kwa swali zuri katika ubaharia mm -hmm. Uh, kwanza kuna fursa ambazo zimegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Kwanza kuna wale ambao wataenda kufanya kazi katika maji au bahari lakini kuna wengine watakuja kufanya shughuli za nchi kavu, ambapo katika bandari na miundombinu yote ya bandari mm -hmm. lakini kuna shughuli zingine ambazo sasa ni shughuli za ujasiriamali, lakini vilevile vile na sekta zingine mtambuka ambazo zinahusiana na mambo ya IT na teknolojia mm -hmm. labda nikianza moja kwa moja wanaoenda kufanya kazi majini. Mm -hmm. wanapoenda kufanya kazi majini, sasa ndipo utakutana na wataalamu wa kuendesha hivyo vyombo ambao ni mabaharia wamesomea moja kwa moja, lakini vile vile na mainjinia ambao wanafanya kazi katika meli hizo. Hii itaanzia kwa historia kidogo mm -hmm. nitakupa uweze uh, kufahamu jinsi gani ambapo hata katika mambo ya kivita, meli za kivita ndipo ulianzia pale. Kwa hiyo kuna manahodha na wale mainjinia, lakini kuna wataalamu ambao wanafanya kazi katika sekta hiyo mm -hmm. lakini vile vile kuna eneo kubwa sana la kuweza kupata mazao ya bahari Mm -hmm. Ambapo pale tunaanzia kuna shughuli za uvuvi pia. Kwa hiyo meli zinakwenda kule zinafanya shughuli za uvuvi, kwa hiyo kuna mabaharia ambao wako mle wanaofanya kazi maalum kwa ajili za shughuli zile za uvuvi. Lakini kuna eneo lingine kubwa ambao linakuwa pia spidi kubwa ni hizi meli za kitalii mm -hmm. Sahizi zinaelekea katika eneo la uchumi wa bluu. Kwa hiyo kuna meli nyingi pia hata za kitalii zinakuja hapa Tanzania, kwa hiyo pia kuna watu wanafanya kazi katika maeneo hayo ambapo kama nilivyoelezea pale, kuna watu wanafanya entertainment kwa ajili ya ku entertain mle pale, lakini wamesomea. Lakini vile vile kuna watu wanawapikia wata, watalii wanaoingia ndani ile chombo na shughuli mbali mbalimbali kuhakikisha ile meli ya kitalii inafanya shughuli zake ipasavyo. Kwa hiyo hilo ni eneo kubwa sana, lakini eneo lingine pia kuna shughuli mbali mbalimbali ambazo zinapatikana zina katika, katika bahari na katika maji na, na, mfano ni shughuli za uchimbaji wa mafuta mm -hmm. na shughuli zingine za naita offshore platforms, kwa hiyo ili kuyafikia yale maeneo vile vyombo, kuna mabaharia lakini kuna wataalam mm -hmm. lakini kuna wale wataalam pia wanafanya kuna meli ambazo zina, zina, zina lay cable ndani ya maji unaona? kwa hiyo ni maeneo kama hayo na shughuli ambazo zilileshe na uchimbaji wa mafuta, kwa hiyo hapo ni kwa upande wa, wa, wa baharini. Na, na kwa upande huu wa baharini changamoto ni zipi za kufanya kazi katika mazingira hayo? Okay, asante sana. Kila kazi ina changamoto yake. Yeah. Mm. Ehe, lakini kwa mabaharia mm. changamoto zipo. Kwanza baharia nakumbuka anasafiri ndani ya maji mm. kwanza anakuwa isolated na familia mm. yake na ndugu zake natengeneza upweke mm. lakini pia mazingira ya maji kuna mawimbi makali sana ambayo wanakuwa wanakutana nayo kule. Na safari moja inaweza ikachukua muda gani? Sasa safari inategemea na wanakwenda wapi mm. na spidi ya kile chombo na ni aina gani ya, ya meli mm. eh, eh, kwa sababu kuna meli za mizigo kubwa container ship inatoka hapa mpaka China. Kwa hiyo haiwezi kufika moja kwa moja, kuna bandari nyingi inapita, inashuka, nashusha container, inapakia nyingine, inakuwa inaondoka kwa hiyo safari inategemeana na aina gani ya meli mm. na ina ukubwa gani, na inasafiri kutoka wapi kwenda kwenda wapi ikachukua. mm. mm. mm. mm. yeah. kutoka Tanzania mpaka China kama muda gani? Ya, kama inaenda moja kwa moja inaweza ikachukua hata siku ishirini na tano, lakini pia inategemea na spidi ya meli, lakini pia inaweza kakuta inapitia bandari nyingine, kwa sababu meli pia kawaida haiwezi kwenda moja kwa moja kutokana na mizigo iliyopo unaona na ili pia upate faida mm. unakwenda sehemu unashusha mizigo mingine unapakia unapakia mizigo mizigo mingine mizigo mingine, ndivyo inavyokwenda. Kwa hiyo wale wote ambao wanafanya kazi kwenye meli tunaweza okay, kuwatambua kama mabaharia ya, lakini pia baada ya kwa kuhakikisha kwamba mm. wamesoma mafunzo mm. eh, hea ubaharia katika vyuo vinavyotambulika na wana vyeti mm. halali ambao vinatolewa na mamlaka mm -hmm. na nisitize hili kwenye vyeti kwa sababu vyeti vya meli au uongo, mifumo ya uongozaji wa meli tofauti na mifumo mingine ya kidunia ya magari na mitambo ya aina mingine. Uh, mifumo ya meli ni ya kimataifa. Mm-hmm. Ndio maana tunaongozwa na shirika la bahari duniani inaitwa IMO. Kwayo, meli, kuenda, kupisha, kwa hiyo unapoendesha meli unapokwenda ujue kupishana kwake ni kwa aina moja. Tofauti na barabarani unaweza ukasema labda gari itapitia upande huu, wengine itapitia upande huu. La. Kwa hiyo unapokuwa unasoma vile vyeti, baada ya kufaulu, unaweza kwenda kokote duniani na ukafanya kazi kama baharia na ukaendesha meli. mm -hmm. Na hivi ninavyozungumza pia kuna Watanzania wengi sana wanafanya kazi katika nchi nyingi za nje na wanaendesha wa hiyo meli na wanatambulika. Mm -hmm. Katika mchango mkubwa sana katika kuka mm -hmm. uchumi mbali, mbali. Na kusomea pia, anakuwa uh, na sifa zipi, kwa sababu uh, nilikuwa natamani kusikia kwenye hilo uh, wengine wakuwa na dhana kwamba baharia ni yule mzamiaji wa majini anayeogelea uh, na kadhalika. Lipi hasa ni uh, watu wasimame nalo ambalo uh, la kusimama nalo ni kubwa? mm -hmm. Kwanza anatakiwa amesomea na ana vyeti maalum vinavyotambulika. mm -hmm na nisisitize pia kwenye, sio tu uzamiaji, hata kwenye meli tunajifunza, kwamba kwenye mambo ya meli kwamba tunajifunza jinsi gani ya kujiokoa. Hata kama unajua kuogelea, umbali gani aturuhusu mtu aogelee? Kwa sababu chombo kimepata dharura, utaogelea utakwenda wapi? Kwa hiyo tunajifunza jinsi ya kujiokoa, na jinsi ya kujiokoa, kuna vifaa ambavyo vinakuwa ndani ya meli, vipo na life jackets ambazo utakiwa uvae inapotokea dharura, mm -hmm. Au kuna life raft ambayo itakuwepo itashushwa mle na wote mtakaa kule, alafu kutaminsi unapozokuja mtaweza kuokolewa. Mm Haiwezi -hmm. kuogelea kwa sababu ukiogelea kwa muda mrefu unachoka. Mm -hmm. Lakini ukiwa ndani ya maji, maji ni makubwa bahari, utaogelea utaelekea upande gani? Mm -hmm. Lakini mm -hmm. pia upepo utakuchukua utakupeleka. Mm -hmm. Lakini unapojifunza kujiokoa, kuna kuna vile vifaa ambavyo utajua jinsi gani ya kuvitumia na mahali gani mm, na ni wakati gani wa kuvitumia mm. Sasa ulitugusia eneo moja la wale ambao wanafanya kazi kwenye maji Ndiyo. haya mengine sasa okay. nashukuru sana mm. Uh, tukija sasa kwenye upande wa ambao wanafanya kwa nchi kavu mm. kwa nchi kavu kuna shughuli nyingi sana kuanzia kwa wale wenzetu wanafanya katika shughuli za bandari. Bandari kuna shughuli za kupokea zile meli zinapokuwa zinaingia, kwa hiyo kuna watu maalum wako wanafanya vessel traffic services meli gani inapaswa ingie, meli gani inatoka, lakini kuna wengine wanajishughulisha na shughuli za logistics, upakuaji wa mizigo na upakiaji wa mizigo, lakini na uhifadhi wa ile mizigo ambayo iko katika eneo pale, lakini na supply chain nzima ya pale ya bandari, mifumo mizima kuanzia mzigo unapopakuliwa kwenye meli, unapotunzwa na mpaka unapokuwa cleared kutoka hiyo mm. ni eneo pia moja ambayo na wataalamu wengi sana lakini eneo lingine pia katika shughuli za, za, za wanaofanya kwa nje huku kuna eneo muhimu sana la ujenzi na ukarabati wa meli. Ni ambayo eneo pia kuna wataalamu wake ambao wanafanya kama vile tu watu wanapobuni majengo vile vile kule kuna wabunifu wa meli napokuwa lakini kuna marine engineer na kuna wataalamu mbalimbali kuna watu wanaofitisha pipes, kuna watu wanafanya shughuli za welding na mechanical works na electronics nyingi ambazo ziko pale associated mm -hmm. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambapo pia linafanyika, lakini vile vile kuna eneo kubwa muhimu ambalo pia watu wanapaswa kulijua, linahusiana na masuala mazima ya sheria za maji, maritime law na insurance, kwa sababu chombo kikubwa kama kile unachokiendesha mm -hmm. lazima uhakikishe insurance, kuhakikisha je, mifumo yake iko vipi? mm -hmm. kama mnaanza safari, huwa mnachukua tahadhari gani? Okay, inapokuwa inaanza ta, ta, tafadhali safari ta, mm. mm. jambo la kwanza kabla chombo kijaanza kuondoka mm. kuhakikisha kama ni chombo cha abiria, abiria wanaoingia pale ni wanaoruhusiwa kutokana na ile ukubwa ile meli mm. Lakini kuhakikisha kwamba nahodha anahakikisha ana ile manifest yote ya kuonyesha ni abiria wangapi, mm. na hali zao vikoje, lakini kuhakikisha kile chombo kina vile vifaa okozi lakini pia nahodha atatoa maelezo ya awali kabla kile chombo akijaondoka kuhusiana na usafari, umakini wawepo safarini, mm -hmm. na maeneo gani ya kujitunza, ili wasiweze kukaa na maeneo ambayo ni hatarishi nam na tunapomalizia, aligusia awali kwamba tunaelekea sasa maadhimisho ya baharia. yeah. mpaka sasa maandalizi yakoje na nini ambacho kitafanyika? Nashukuru kwa swali zuri. Maandalizi kwa kweli yanaendelea vizuri, na kitaifa katika mwaka huu tunafanyia katika visiwa vya Zanzibar mm -hmm. na rasmi yeah, itakuwa ni tarehe ishirini na tano lakini maandalizi yake yameshaanza na kuanzia tarehe ishirini na mbili mpaka ishirini na tano tutakuwa pale katika vile viwanja vya mnazi moja Zanzibar, na ambapo kutakuwa kuna mabanda ya maonyesho mbalimbali yanayohusiana na shughuli za usafirishaji kwa njia ya maji. Taasisi mbalimbali mbali na wadau wa sekta binafsi watashiriki mm -hmm. lakini vilevile kutakuwa na semina na washa ambayo zitafanyika katika lile jengo la ukumbi wa Idris Abdul Wakil pale Zanzibar ambapo pia tutakuwa na mgeni rasmi siku ya ufunguzi, Mheshimiwa makamu Mbarawa, waziri wa uchukuzi kwa upande wa bara, na siku ya kuhitimisha pia tutakuwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ndio atahitimisha siku ya mabaharia pale katika visiwa vya Unguja. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, nawashukuru sana lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru Azam TV Dio, kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la wakala wa meli Tanzania, mm -hmm, na management nzima ya TASAC na karibisha katika maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Asante. Asante. Asante. Asante. Mm -hmm. Sasa tunakamilisha hivyo eh, kuzungumza kuelekea siku ya ubaharia duniani na tumeangalia hapa umuhimu wa ubaharia na fursa zilizopo katika ubaharia na mhandisi Lameck Sondo, kaimu meneja mafunzo TASAC, tumezungumza naye.